Niipongeze timu iliyoandaa ilani hii kama ilivyotambulishwa hapa, pamoja na kamati ya wataalamu iliyowasaidia. Kama mlivyoona, ni ilani iliyoshiba haikuacha kitu, na ni ilani ambayo kuna mambo mengi ukiiangalia, lakini imepangwa vizuri. Kwa hiyo tunakupongeza sana Profesa Kitila Mkumbo na timu yako kwa jambo hili kubwa mlilolifanya. Lakini pongezi za dhati kwa makamu mwenyekiti Mheshimiwa Wasira kwa kuhakikisha kwamba kila muda yuko na timu hii na kuhakikisha ilani inakamilika kwa wakati. Niwapongeze pia na niwashukuru vijana wote tuliowatuma kukusanya maoni kwa wananchi. Na wenyewe ni sehemu ya matayarisho ya ilani hii na wenyewe tunawashukuru. Ndugu zangu,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 na tutilie baraka katika utekelezaji wa mambo tuliyojipangia. Waheshimiwa, baada ya kuizundua ilani, wajibu wetu wajibu wetu ni ukibeba ilani ile kila mmoja wetu. Hii ilani sasa ni mali ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi, si ilani ya sekretariati, si ilani ya kamati kuu, si ilani ya mkutano mkuu wala halmashauri kuu wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi tuibebe, tukaiseme, tuitangaze, tua, tushawishi watu watuunge mkono, waungane nasi katika kuitekeleza ilani hiyo. Sasa, kwa urahisi wa utekelezaji wa ilani hiyo, nimemtaka katibu mkuu na mwenyekiti wa kamati ya utekelezaji wa ilani tuende tukatengeneze vijitabu vidogo vidogo vya ilani ya mikoa. Kila mkoa uwe na ilani yake, iseme katika ilani tunayoimaliza tulipanga nini kwenye huo mkoa, tumetekeleza nini na viko wapi, na ilani mpya huo mkoa tumeufikiria nini. Vitabu hivyo vikimaliza kutekele kutengenezwa vitagawiwa mikoani na kila mkoa ujue wajibu wake nini katika utekelezaji wa ilani hii. Wasia wangu kwenu, ndugu zangu, tunakwenda kuingia kwenye kipindi kigumu, kipindi cha uchaguzi. Katika kipindi tunachohitaji kama Chama cha Mapinduzi umoja, mshikamano na upendo, ni kipindi hiki, ni kipindi cha kuhakikisha chama chetu ni kimoja na wana CCM ni wamoja. Tunakokwenda huko, kwa sababu kuna kugombea nafasi, tutakuwa awali, tuna makundi makundi, kwa sababu kama tunagombea lazima kutakuwa na makundi makundi. Tutakapomaliza kugombea, turudi chama kiwe kimoja, tuingie kwenye uchaguzi tukiwa na nguvu moja, tusiingie kwenye uchaguzi tukiwa mapande mapande, tuingie tukiwa na nguvu moja, kwa sababu ukiangalia tu hali ilivyo CCM tayari lishashinda kwa wingi wa wanachama. Tukitoa wanachama wetu wote wakipiga kura na wapenzi wetu wakitupigia kura, tumekuwa na kura nyingi sana, ndugu zangu. Kwa hiyo ni jukumu letu wote kwenda kunadi ilani na kuwataka wanachama wetu na wapenzi wetu watoke wakapige kura. Kwa hiyo niwaombe sana umoja, mshikamano na upendo. Niwaombe au sijui niagize, vikao vinavyokwenda kuchuja watu vinavyokwenda kuchuja wagombea wakatende haki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 ili tuwe na uchujaji wenye haki na uadilifu, wale walioko kwenye vikao vya uchujaji ambao wana nia ya kugombea, tunaomba watoe taarifa mapema, watupishe. Tunata mkuu wa mkoa wangu anapiga makofi na ye yumo, lakini alisha alishaniletea jina lake mapema kwamba mimi bwana, ukiamua tu mimi natoka kwayo. Kwa hiyo kwa upande wa serikali tulishapata majina, bado upande wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu tukikuacha mpaka uchukue fomu tayari utakuwa umeshasababisha hasara kwa wenzio. Nimemwambia katibu mkuu ifikapo tarehe mosi mwezi ujao kesho kutwa niwe tayari tumepata majina ya wenye nia ya, ya kugombea. Lengo ni kwamba tunataka kuziingiza kwenye mafunzo kamati za siasa na kamati zote zitakazokaa kwenye uchujaji. Tunataka kuziingiza kwenye mafunzo. Sasa wakikaa upande mapema, watakaoingia watapata fursa ya kuingia kwenye mafunzo na wataifanya kazi jinsi inavyotakiwa. Kwa hiyo huo ndio hayo ndio maagizo yangu kwa katibu mkuu, lakini na kwa kamati za siasa za mikoa na wilaya. CCM oye! Waheshimiwa, katika kugombea huku, katika kugombea huku kuna wanaokwenda kwenye majimbo na kusema nimetumwa nije, lakini kwa upande mwingine, kwa upande mwingine kuna mtu akienda kwenye jimbo walioko anasema katumwa aje. Nataka niwaambie, nataka niwaambie, si mimi si rais wa Zanzibar hatutatuma watu kuja majimboni sisi, sisi tuna nafasi zetu kumi kumi. Kwa hiyo tukimaliza uchaguzi, wale tunaowataka tuna nafasi kumi. Kwa hiyo mlioko kwenye majimbo mjidhatiti na majimbo yenu, na msifanye woga, mkiona watu mnasema wametumwa au wanaojileta wakasema wametumwa, na hao wakateni mapema sana. Hatuja tuma watu, hatuja tuma watu. Huu ni uwanja uwazi, ni uwanja uwazi. CCM, oyee! Huu ni uwanja uwazi, kila mtu ajipime uwezo wake aingie kwenye mchezo, hazuiwi mtu ajipime uwezo aingie kwenye mchezo. Wananchi kule wataamua nani wanamtaka, lakini tukimaliza kuamua chama kirudi kiwe kimoja, tuingie kwa uchaguzi kwa nguvu kubwa. Nawaomba sana, mnapokwenda kuchuja, tuleteeni watakaoweza kuitekeleza kazi ya kuimarisha ustawi wa watu na taifa letu kwa ujumla sio tu mtu kaja, mradi kaja. Mtu ambaye tukimpa kazi ya kufanya atabeba na atafanya, mtu ambaye anajua, mimi nimechukua jimbo na wajibu wangu ni nini kwenye jimbo. Watu wa aina hiyo, msilete watu mradi tu mtu. Kwa hiyo niwaombe sana, vikao vya uchujaji, katendeni uadilifu, katendeni haki. CCM oyee! Waheshimiwa wajumbe wa mkutano mkuu, ninapomalizia, niwapongeze tena kwa kazi kubwa mlioifanya, na niwatakie wote, nyote, safari njema mnaporudi, mnaporudi kule tulikotoka. Aidha, baada ya kusema hayo, sasa nitamke rasmi kwamba mkutano mkuu maalum wa CCM ya taifa mkutano mkuu wa, mku, wa sisi ngazi ya taifa sasa umefungwa rasmi. Mwenyezi Mungu awabariki awatilie baraka na awalinde, ailinde nchi yetu, tumalize uchaguzi kwa amani kabisa na waangamize wote wanaotaka kuitia nchi yetu kwenye majanga. Nashukuru sana. CCM oyee! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Asanteni sana.